Kabla hatujawa CHAUMA ni kweli, mimi nilikuwa CHADEMA kabla sijawa CHAUMA nilikuwa naibu katibu mkuu wa CHADEMA upande wa Bara tenya yangu ikaisha tarehe ishirini na mbili ya mwezi wa kwanza na baadaye nimehamia CHAUMA. Sasa swali lake ni kwamba kuna mambo tulikuwa tunayasema tukiwa CHADEMA, sasa hasa hivi tuko CHAUMA, sio? Ni hivi, hilo swala limeshajibiwa mara nyingi sana, la msimamo wa CHADEMA wa no reforms no election, lishajibiwa mara nyingi sana. Nimeshalijibu mimi, ameshajibu msemaji wa nani, na, nani, mkurugenzi wa habari wa chauma sasa hivi bwana John Mrema. Tumeshajibu watu mbalimbali mbali, na ukitaka kupata ukweli wa hilo na ukitaka ukita, ukita kujua kwamba kwa nini kwa nini mimi nilisema 2022 hiyo unayosema kaka, ilikuwa ni 2022 na nilikuwa niko jimbo la Rumeru Mashariki 2022 hasa. Mbona huniulizi kwa nini 2024 tulienda kwenye uchaguzi, kama msimamo ulikuwa ni huo? 2024, sisi tulienda kwenye uchaguzi CHADEMA, serikali za mitaa tulienda. Sasa mbona hujauliza kwa nini mmeenda? Kwa nini unatuuliza leo sisi ambao tuko CHAUMMA tukisema kwamba kutokwenda kwenye uchaguzi sio sawa sawa. Unasema mlipokuwa CHADEMA mlikuwa nasema hivi, lakini tulikuwa tunasema hivyo. Hatukwenda kwenye uchaguzi ni kurudiche nyuma. No reforms no election ilikuwa ni, ni kauli mbiu ya kuchagiza na kushinikiza mabadiliko ili tuweze kupata tume huru tuweze kupata sheria bora za uchaguzi, na ilikuwa ni azimio la kamati kuu ya CHADEMA la mwezi wa tatu mwaka 2020 Makueni nchini Kenya. Tulifanya retreat kule ya wiki moja ndio tukaja na hicho kitu. Pamoja na hicho kitu tumeshinikiza mabadiliko mpaka tumefika mwaka 2020, wakati wa uchaguzi tukaenda kwenye uchaguzi, hatukwenda, tulienda na tukawa na no reforms no election. Tumetoka pale tukaendelea kushinikiza mpaka tukaja kwenye maridhiano, tukapata baadhi ya vitu, tukaenda, tumekuja serikali za mitaa tumeshiriki. Si kama unanielewa, tunachopinga sisi ni kwamba dhana ya no reforms no election haikuwa ina maana ya kuzuia uchaguzi kama ambavyo wanasema Chadema. Tunachopinga sisi kwa sababu hiyo kauli mbiu iko toka elfu mbili na ishirini mwezi wa tatu. Tumeshiriki uchaguzi wa elfu mbili na ishirini tukiwa na kauli mbiu hiyo, tumeshiriki uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na nne tukiwa na kauli mbiu hiyo, kwa hatuwezi kuhojiwa leo, kwa sababu kuacha hiyo kauli mbiu na kushiriki uchaguzi hatu haitakuwa leo tulishaiacha toka 2020 na 2024. Kwa hiyo ukiwauliza Chadema waulize, hivi hiyo kauli mbiu imeanza lini? Wataishia kukuambia neno moja tu kwamba ilianza wakati wa Mbowe. Ndio, ilianza wakati wa Mbowe. Lakini waulize kwa nini kama ilianza wakati wa Mbowe, kwa nini mwaka 2020 mlishiriki uchaguzi? Kwa nini mwaka 2020 mlishiriki uchaguzi? Sasa hakuna hoja hapo. Hakuna hoja hapo. Ni kauli mbiu ilikuwa inalenga hivi, kwa mfano, sisi tulishafanya operation Sangara hapa, sio? Sikushuhudia mlio wakubwa. Si mnajua kwamba kutoka mwaka 2010 no 2005 kuja 2010 tulikuwa na operation Sangara, sio? Tulikuja kuvua Sangara hapo Ziwa Victoria. Ili iwe operation Sangara. Kauli mbiu zinakuwa na malengo yake. Kwenye Chadema tuna msingi. Ngazi inaitwa msingi, tunachimba misingi. Ni ni falsafa ya nyumba kwamba inajengwa kwenye msingi. Chaumma tuna chemchemu, na visima vya maji vinatoa chemchemu. Chemchemu tumechukua kama ni ngazi ya chini kabisa ya chama kwa maana kwamba ya falsafa ya, ya mto unachimbuka kwenye chemchemu, sio? Sasa hasa hizo kauli mbiu sasa, kama wao wanadhani kauli mbiu ina maana kuzuia uchaguzi, wa kuzuia uchaguzi basi walete mkakati wa mbona. Hawa sisi ilikuwa ni kauli mbiu na tumeitumia kuchochea na kupambana kuleta mabadiliko ya mfumo na tulipokuwa tunafika mahali tume, tumeishia pale, tunaenda kwenye uchaguzi, sababu chama cha siasa ni kwenda kwenye uchaguzi. Kwa hilo kaka, liko namna hiyo, wala wala sio hoja kuona kwamba mimi niko Chauma sasa najikontradikti. Chauma itashiriki uchaguzi, itashiriki nini uchaguzi. Na ukitaka kupata ufafanuzi wake, njoo kwenye mkutano, tutaambia vizuri. Chauma itashiriki uchaguzi. Na na kitu kingine umesema, chama kinaaminika kutokana na personality pamoja na nini na ajenda sio ni sahihi. Tumesema tunazindua operation hii, na tutaenda nchi nzima kwa malengo makubwa mawili. Nimesema lengo la kwanza ni kupokea wanachama ambao wasingeweza kusanyika mahali pamoja nchi nzima wakapokelewa, tunaenda kuwapokelea kule waliko, sababu ni wanachama wengi, huwezi kuwasafiri kwa kuwapeleka mahali fulani, kwa hiyo kuwapokea. Lakini cha pili ni kupeleka ajenda ya chama kwa umma ambao ajenda ya chama kwa umma wote, tunajua kwamba huenda haifahamiki vizuri, sio kwa, tunapeleka ajenda sasa. Ajenda zetu, njooni kwenye mikutano itakayofanywa na waalika Watanzania waje kwenye mikutano, wasikilize ajenda zetu.